Very fantastic bana, leo kwenye mradi wangu wa kuku bwana napata wageni hapa, si unajua <laughs> hizi ni durusu durusu za historia. Aa, nikiwa nimechill tu nyumbani na niko na nafanya shughuli zangu e, kama kusafisha mabanda ya kuku tukiwa na babchidi bachidi e, sasa wageni wanaingia sasa e, na hawa ni familia ambayo iko jirani na tunakofanya biashara hii ya kuku. Nao walikuwa wanahitaji kuja kuona namna ambavyo sisi uh, tunafanya hizi kazi za ufugaji uh, hawa ni wageni ambao wanatoka Finland na uh, kwa namna moja ama nyingine iliwapendeza kuona namna ambavyo tunavyoweka vifaranga uh, kupata ile historia yetu, lakini pia kuhusiana na namna ambavyo sisi tunaweza kupata soko na kuuza hawa kuku. Sasa kikubwa, Babchidi akawa ndio mwongozaji na akabidi sasa amezunguka zunguka huku na huku ee, sasa krikua kutokea bwana durusu durusu, nikaona ipo sababu ya kufanya nao interview, lakini kutokana na mazingira ya kuwa rafiki ukapanga wakati mwingine tufanye interview ambayo itaelezea historia na mambo mengine kadha wa kadha. Sasa ninakupanga mapema, usipange kukosa interview ya namna ya kipekee ambayo tutakuja kudurusu durusu hapa, lakini sisi ni wafugaji wa kuku na jambo hili wamevutiwa nao kwa namna moja ama nyingine. Hizi durusu durusu, mimi ni Abdul Rasul Muhibu, usipange kukosa wakati mwingine. Ah, Yani pia nawe kama umevutiwa na mradi huu wa kuku, unaweza ukaja ukajifunza kwetu, lakini pia kama unahitaji kwa ajili ya nyama, uh, unaweza kutu text kwa namba ambazo tunakuwekea hizo hapo. Uh, pia tutaku, tutafanya delivery, tutaku, utapata uh, hizi, uh, hizi nyama ya kuku utapata kula nyama ya kuku wewe na familia yako ukaenjoi vitu kama hivyo, kama vile majirani wetu ambao wametoka Finland wamekuja kutembelea. Hata wewe pia unaweza kuja kutembelea kujifunza, lakini pia kuku wetu ni kwa ajili ya nyama na mayai. Unaweza kuwafuga kwa, kwa ajili ya kukula mayai, lakini pia unaweza kuwafuga kwa, kwa ajili ya nyama. Hizi ni durusudurusu durusu. Usipange kukosa wakati hizi ni durusudurusu durusu za historia.